Sijui kuhusu wewe lakini hakuna kitu kinachonikera zaidi kuliko kufichuliwa kwa e, jaji fisadi, jaji anayemhukumu mtu asiye na hatia. Sasa nadhani kitu pekee kinachonisumbua zaidi ya hicho ni pale kiongozi fisadi pia anakuwa e, kiongozi wa kidini. Sasa tuko karibu kushuhudia Yesu akihukumiwa na majaji waovu pamoja na viongozi wa dini waliopotoka. Lakini ngoja nikuambie, mfululizo huu wa kesi haramu unawakilisha e kini cha historia, kwa sababu uamuzi utakaotolewa utaathiri dunia nzima na historia yote ya binadamu hadi leo. Sasa baada ya kuhojiwa na kuhani mkuu wa zamani Anasi, Yesu sasa amesimama mbele ya Kayafa, kuhani mkuu wa sasa. Kayafa ameungana na e wajumbe wa Sanhedrini na kwa kweli wote tayari wameamua ushahidi hautakuwa na umuhimu wowote wa wao wanatafuta tu aina fulani ya uhalali wa kisheria ili kuficha matendo yao yasiyo ya haki na ya kifisadi. Lakini katika mchakato huo, e eh, watavunja kanuni sita tofauti za kisheria zinazotawala mahakama za taifa la Israeli. Kanuni ya kwanza ya kisheria ni hii hii hapa: kesi hazikuruhusiwa kufanyika kwa siri usiku. Sasa tuko katika Mathayo ishirini na sita na mstari wa hamsini na saba unatueleza, kisha wale waliomkamata Yesu wakampeleka kwa Kayafa kuhani mkuu, ambako waandishi na wazee walikuwa wamekusanyika. Sasa kumbuka kwamba neno hili waandishi na wazee linamaanisha mahakama kuu ya Israeli. Kwa hiyo unapaswa kufikiria kwamba wajumbe wa Sanhedrin wanafika kwa mwanga wa mienge katikati ya usiku kwenye jumba la kuhani mkuu wa sasa hii itakuwa kesi isiyo halali, inafanyika usiku, na hiyo ni kwa sababu hawataki umma ujue wanachokifanya, na ukweli ni kwamba hawawezi kusubiri tena kumhukumu Yesu. Kanuni ya pili ya kisheria wanayovunja ni hii: Angalau mashahidi wawili lazima wajitokeze na kukubaliana katika ushuhuda wao. Sasa nina uhakika umeshasikia ile hadithi ya kuchekesha kuhusu wale wanafunzi wa shule ya sekondari waliamua kukosa masomo asubuhi, na walipofika shuleni baada ya chakula cha mchana, wakamwambia mkuu wa shule kwamba walikuwa na tairi bovu. Mkuu wa shule aliwatenganisha mara moja, akawapa kila mmoja karatasi na kuwaambia waandike ni tairi gani ilipasuka. Basi kitu kama hicho kinatokea hapa kwa namna fulani. Mashahidi hawawezi kuelewana kwenye simulizi zao, hawawezi kukubaliana ni tairi gani hasa ilipasuka. Sasa, kwa utaratibu wa kawaida, mashahidi wangetoa ushahidi wao, kisha wangehojiwa kila mmoja peke yake, na hilo lingethibitisha mashtaka yao. Unahitaji kuelewa kwamba katika mfumo huu wa sheria hakukuwa na waendesha mashtaka kwenye mahakama ya Kiebrania Mashahidi ndio walikuwa kama upande wa mashtaka, na Sanhedrin walitakiwa kuwa upande wa utetezi. Kama mashahidi wangetoa ushahidi wa uongo, mahakama ingeagiza wao walipe adhabu ambayo mtuhumiwa angepewa. Na hebu ni kuambie, hilo lilifanya watu waogope kabisa kutoa ushahidi wa uongo. Lakini sasa tazama jinsi kesi hii ilivyojaa ufisadi. Mstari wa hamsini na tisa unatueleza wakuu wa makuhani na baraza lote walikuwa wakitafuta ushahidi wa uongo dhidi ya Yesu ili wapate kumua, lakini hawakupata hata mmoja. Unaweza kuamini hilo? Wao wanatafuta kwa makusudi watu wawili waongo lakini hawa waongo kwa bahati mbaya wanashindwa kupanga uongo wao vizuri, hadi na labda baada ya kufundishwa faragani. Mstari wa sitini unasema, hatimaye mashahidi wawili wakaja mbele na kusema, mtu huyu alisema, ninaweza kuliharibu hekalu la Mungu na kulijenga upya kwa siku tatu. Kwa hiyo wanamshutumu Yesu kwa kupanga kuliharibu hekalu. Sasa katika hatua hii, kanuni ya tatu ya kisheria itavunjwa na hapa ndipo ilipo, mshitakiwa hakuwahi kuhitajika kujibu kwa shahidi. Sasa angalia hapa, kuhani mkuu anadai katika mstari wa sitini na mbili, una jibu la kutoa. Mstari wa sitini na tatu unatueleza Yesu anabaki kimya. Hii kwa njia ni ukimya wa kutokuwa na hatia, ni ukimya wa uadilifu, na kwa undani zaidi ukimya huu unatokana na na imani katika mipango ya enzi ya Baba yake wa mbinguni. Kumbuka, hiki ni kikombe ambacho tayari amekubali kukinywa. Sasa hebu nikuulize, hili ni tusi gani kubwa zaidi ambalo umewahi kukutana nalo maishani mwako? Labda leo uko mikononi mwa mtu mwenye mamlaka ambaye ni fisadi, au au labda ana upendeleo dhidi yako. Ningependa nikutie moyo umtazame Yesu hapa. Yeye yuko sahihi, lakini anatendewa vibaya lakini kumbukumbu kumbu za historia zitaonyesha kwamba alikuwa sahihi na wao walikuwa wamekosea. Lakini kwa sasa, hata kama anatendewa vibaya, yuko tayari kuendelea kumwamini baba yake wa mbinguni. Lakini pamoja na hayo, kanuni ya nne ya kisheria inavunjwa. Hii hapa: mshitakiwa hakuwahi kulazimishwa kujishitaki mwenyewe. Kayafa anamwambia Yesu hapa kwenye mstari wa sitini na tatu, na kuapisha kwa Mungu aliye hai tuambie kama wewe ni Kristo mwana wa Mungu. Sasa anachofanya hapa kimsingi ni kumweka Yesu chini ya kiapo na kumlazimisha ajishtaki mwenyewe. Sasa Yesu bado ana haki kamili ya kukataa kujibu, lakini katika hatua hii ataongea, na hii ndiyo sababu kama vile Yesu alivyojisaidia mwenyewe kukamatwa na wale askari pale bustanini, sasa anawasaidia Sanhedrin kumhukumu. Aya sitini na nne Yesu akamwambia, wewe umesema, lakini nawaambia tangu sasa mtamwona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, na akija juu ya mawingu ya mbinguni. Na niwaambie hiki ndicho hasa walichotaka kusikia. Yesu anadai kuwa Mungu si mwingine bali ni Masihi wa kimungu. Na kama nana na endapo hawakuelewa Yesu sasa anaongeza unabii huu mdogo hapa kwenye aya sitini na nne, mtaona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni. Hii ni picha ya hukumu ya mwisho ya kimungu iliyotabiriwa na Danieli na wengine. Yesu anadai hapa kuwa ndiye hakimu huyo wa kimungu. Kimsingi anasema sasa hivi mnanihukumu mimi, lakini siku moja nitawahukumu. Nini? Leo mnataka kunihukumu, lakini msiponiamini mimi kama Masihi, basi siku moja huko mbeleni ninyi mtahukumiwa. Unaona, Yesu hayuko kwenye kesi hapa. Wanaume hawa ndio wako kwenye kesi. Sasa hapa kuna kanuni ya tano ya kisheria ambayo inakiukwa na Sanhedrin hii hapa. Hukumu ya kifo ilitolewa tu baada ya siku moja ya kufunga kwa wajumbe wa mahakama. Kumbukumbu kumbu za Kiyahudi zinaonyesha kwamba hakuna hata mmoja wa wajumbe sabini na mmoja wa Sanhedrini aliyepaswa kula au kunywa chochote kwa siku nzima kabla ya kutoa hukumu ya kifo. Walitakiwa kutumia siku hiyo kutafakari, unajua, uzito wa uamuzi kama huo. Lakini hukumu hii inatolewa hapa mara moja. Kayafa anaitisha kura ya haraka hii hapa, kwenye mstari sitini na tano. Kisha kuhani mkuu akasema, mnaonaje? Wakamjibu, anastahili kuuawa. Kwa hiyo hakuna siku ya kufunga iliyotangazwa hapa, kuna tu kura ya haraka inayopigwa, na wote wanakubaliana kwa kauli moja kuhusu kifo cha Kristo na kwa kufanya hivyo mahakama kuu ya Israeli inavunja kanuni nyingine ya kisheria hii hapa. Kura ya umoja kwa adhabu ya kifo ilimruhusu mtuhumiwa kuachiwa huru mara moja. Hiyo ni tofauti na ulimwengu wetu wa magharibi, ambapo kura ya umoja inahitajika ili kutoa adhabu ya kifo. Lakini hapa Israeli ya kale, waliamini kwamba kura ya umoja ilimaanisha kuna kitu hakiko sawa kulikuwa na ukosefu wa fikra za kina, kulikuwa na majaji wenye upendeleo au au labda ukosefu wa huruma. Hivyo basi kura ya umoja kati ya hawa eh, wajumbe wa baraza ingemruhusu mfungwa kuachiwa huru mara moja. Lakini badala ya kumwachia Yesu, e eh, Sanhedrin sasa eh, wanamshambulia kimwili. Fikiria tu wapendwa, tukio hili hapa kwenye mstari wa sitini na saba kisha wakamtemea mate usoni na kumpiga, na wengine wakampiga kofi wakisema, tuambie unabii wewe Kristo, ni nani aliyekupiga? Je, unaweza kufikiria mahakama ya juu kabisa ikitoa hukumu ya hatia na adhabu ya kifo leo? Halafu wakashuka kutoka kwenye viti vyao na kumzunguka mshtakiwa, wakamtemea mate usoni na kumpiga kofi. Nikuambie, hili ni jambo la kutisha na la kikatili eh. Ni, ni uovu kabisa. Ni hii ndiyo kilele kabisa cha ufisadi. Hii hapa mahakama ya juu ya Israeli inageuka kuwa genge la wahuni, wakitemea mate, wakipiga, wakilaani na kumdhihaki. Yesu alivumilia yote, sivyo? Alivumilia yote kwa ajili yako na yangu. Huyu Bwana Yesu asiye na hatia, mwenye neema na upendo, alihukumiwa mbele ya mahakama kuu ya Israeli ili wewe usije ukahukumiwa mbele ya mahakama ya mbinguni. Yesu alihukumiwa kufa hapa duniani ili wewe uweze kuishi milele pamoja naye mbinguni. Kwa hiyo leo naomba nikuulize swali hili. Je, unamkataa kama walivyofanya wao au utamwabudu huyu Masia safi, mwenye haki na rehema, mwana wa Mungu? Basi hadi tutakapokutana tena kwenye safari yetu ya hekima, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.